Mm -hmm. Tunamwangalia Lusajo Mwaikenda na Pascal Msindo ambao wamefanya vizuri eh, katika safu ya ulinzi kwa upande wa Azam FC. Kwa upande wa Pascal eh, Lusajo Mwaikenda amefunga magoli saba, mlinzi wa kulia huyo mm -hmm. wa timu ya Azam FC. Ana magoli saba. e, mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> Pasi tatu za magoli. Amehusika magoli 10. Huyo e, mm -hmm. ni mlinzi wa kulia wa Azam FC. mm -hmm. Dakika ambazo amecheza ni dakika Elfu mbili mia moja tisini na mbili, mm. na michezo ishirini na sita <laughs> pasi tatu za magoli mm. dakika elfu mbili mia moja tisini na mbili michezo 26 kati mm. ya 30 ameutumikia vizuri sana mshahara wake kabisa huyo mm. kwa Lusajo Mwaikenda baadae taongezea zingine takwimu <clears throat> Pascal Msindo magoli matatu alifunga, ni mlinzi wa mm. kushoto magoli matatu <laughs> lakini ametoa pasi mbili za magoli mm. Patano, mm -hmm. dakika ambazo amecheza dakika uh, 2121 michezo 27 ambayo mm -hmm. amecheza. kwa hiyo mm -hmm. unaweza kuona um, uh, upande wa kulia na kushoto kwa asilimia 80 uh, mpaka 90 mm -hmm. wamecheza uh, dakika nyingi uwanjani kwa mm -hmm. uh, yes. kwa MFC, yes kusilibia hapa haya mara tatu na kufunga mabao saba kwenye eneo la ulinzi. Kwa maana takwimu za kiulinzi katika eneo la interception, uh, kafanya hivyo mara 32 lakini kwenye eneo la block mipira kafanya hivyo mara saba, akaingia uvunguni tackling, kafanya mara sita, katika eneo la kuosha mipira clearing, kafanya mara 11 ii mpira mipira ya juu Elio Jules kafanya hivyo na kafanikiwa mara kumi na moja mm. na mara mara 20 alafu kwenye ground jewels, kafanya hivyo mara tano, hizo mm. ni takwimu zake katika eneo la kiulinzi zaidi, mm. kwa maana kuna muda wapo timu lazima aweze kuifanyia kazi eneo la kiulinzi maana katika eneo lake mama mm. kwa hivyo tumeweza kuona katika eneo hili kafanikiwa zaidi kwenye interception, kwa maana ku ama tunasema mm. uh, katika lugha nyepesi kwa maana kuwa mashambulizi. Mm. Mashambulizi. Yeah, mm. yani kaua mashambulizi mara 32 kwa fanyahi Msindo, kafanikiwa kuua mashambulizi ya timu pinzani mara 28, ka block mashuti timu pinzani mara 5, kaingia uvunguni mara, uh, ka mara 14, uh, clearing kuosha mipira ama kuanua, kafanikiwa mara 6 kufanya hivyo. Mipira ya juu aerial duels kawini mara 15, na ground duels, uh, mipira ya 50 -50 za chini kafanikiwa mara 11. Hizi hmm. ni, ni takwimu za beki wa kushoto wa Azam FC Pascal Msindo. Na na yeye katika eneo uh, la interception, kwa maana ndio kafanikiwa zaidi eh, baada ya kuingia eh, baada ya kufanikiwa kuua mashambulizi timu pinzani hmm, mara 28 ingawa mm -hmm, pia kwenye tackling ameonekana kuwa mzuri sana, kama unaangalia mechi za Azam, yeah. Pascal Msindo na pesa la kuingia uvunguni sana mm -hmm, eh, kafanya hivyo mara kumi na